Movie hii inayoanza kwenye maduka ambapo msichana tajiri mpenzi wa zamani wa Sarah alikuwa akimsumbua na kikombe cha kahawa kilimwagika kwenye viatu vyake vya thamani ya dola milioni mia moja. Alikuwa kwenye wasiwasi, wakati mvulana mmoja alitokea mbele yake, alipiga magoti na kuanza kusafisha madoa kwenye viatu vyake kwa kutumia shati lake. Kumwona hivyo, mpenzi wake wa zamani alizidi kukasirika. Kisha Sarah alimpa mvulana huyo pendekezo la kukutana, lakini mawazo yake yalikuwa kwenye mifuko iliyokuwa kwenye kauri, kwa hivyo alikataa. Kumuona hivyo, Sarah kwa ghafla akatoa kadi yake ya kredit ya dhahabu nyeusi na kununua mifuko yote ya mwenye muundo. Siku iliyofuata, alikwenda moja kwa moja kwenye nyumba yake na pendekezo. Wazazi wake walishangaa, wakijiuliza kwa nini binti yao alikuwa amekuwa makini sana. Kwa kweli, msichana huyo Sarah alikuwa mrithi wa empire kubwa ya biashara. Lakini baada ya wazazi wake kuachana, kaka yake wa kambo alikuwa mshindani mkubwa wa urithi wake. Sasa, Sarah alikuwa na shaka kwamba kaka yake wa kambo alikuwa na uhusiano na mwigizaji. Wakati wa uchunguzi, mvulana wa kushangaza alitokea. Sarah alipokataa kukubali msaada wake, mvulana huyo alisema kitu ambacho hakuweza kukataa. Sarah maskini, ilibidi aunganishe shuka pamoja naye. Polepole umbali kati yao ulipungua na Sarah hakuweza kuzingatia uchunguzi wake. Ilifichuliwa kuwa jina la mvulana huyo ni Yeonhao na mwigizaji alikuwa amemtia Sarah mtego ili kumzuia. Siku moja, Sarah alikwenda kwenye kafeteria, ambapo wasichana wote walikuwa wakimtazama mvulana mmoja. Aliona kuwa ni Yeonhao ambaye alikuwa akifanya kazi kama barista. Awali alimdharau lakini, alipopewa punguzo mara mbili kwenye bili na mchoro wa moyo kwenye kikombe chake cha kahawa, alitabasamu. Kuanzia siku hiyo popote Sarah alikokwenda Eun hao alionekana kutokea. Hata kwenye maduka alitokea mbele yake na kwa kimya akampa waridi nyekundu. Sarah alikuwa kwenye wasiwasi, akijiuliza kama hii ilikuwa mtindo mpya wa kufanya mapenzi. Siku chache baadaye, wakati Sarah alikuwa akifanya kazi ofisini kwake, kulikuwa na gasia nje. Mtumishi wa kujifungua aliingia bila idhini ya katibu. Sarah alikasirika kidogo, lakini mtumishi huyo alisisitiza kuwa atampa barua tu kwa mpokeaji halisi na hata akadai kuona kitambulisho cha Sarah. Kwa hasira Sarah alipiga kitambulisho kwenye meza, lakini wakati ujao aligundua kuwa mtumishi huyo alikuwa hakuna mwingine ila Yunhao. Sasa Sarah kwa kweli alianza kushuku kuwa huyo mvulana alikuwa na nia nyingine, lakini Yunhao maskini pia alielewewa vibaya. Ndoto yake ilikuwa kuwa kuhani siku moja, na kufanikisha ndoto hii alikuwa akifanya kazi nyingi, lakini hadithi ya Sarah na Yunhao haikuishia hapo. Kwa kweli baba yake Sarah alikuwa ametoka kwenye familia tajiri kama mwana wa mkwe, jambo ambalo lilimfanya afanye kazi kwa bidii zaidi kujithibitisha, lakini kuwa mwanamke mwenye nguvu, Sarah mara nyingi alihukumiwa na wengine. Siku moja Sarah alihudhuria mkutano wa wanahisa kwenye kampuni ambapo alihisi talanta yake hatimaye ilikubaliwa, lakini wafanyabiashara wazee walikuwa wakifanya vichekesho vya bei rahisi badala ya kutambua talanta yake. Kusikia haya yote, Sarah alihisi kudharauliwa, lakini hakuweza kukabiliana na wanahisa. Kwa hasira alianza kutoa hisia zake wakati akiosha gari lake, ndipo alipomwona Eun Hao. Hapo Eun Hao alisema atalipa kwa kusafisha gari, lakini aliomba kahawa tu kwa malipo. Sarah alikubali kumnunulia kahawa, lakini walipokaa kwenye kafeteria, Sarah aliagiza steak wakati Eun Hao alikuwa akitazama tu. Sarah hakushiriki hisia zake, lakini aliuliza Eun Hao kwa nini alikuwa akikutana naye kila mahali. Bahati hii ilionekana kuwa ya kushangaza kwa mtu yeyote, lakini ndoto halisi ya Eun Hao ilikuwa kuwa kuhani, ambayo ilikuwa kama kuwa mtawa Mama yake hakukubaliana na hili kabisa na walifanya vita kubwa. Mwishowe Eun Hao aliacha nyumba na kuamua kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha familia yake inakuwa kifedha siku moja. Kwa upande mwingine, Sarah licha ya kuwa bilionea alikuwa mwenye uangalifu kwa maisha yake. Nyumba yake ya kifahari ilikuwa imekuwa fujo kamili. Siku moja alipoona jinsi nyumba ilivyokuwa chafu, aliwaita huduma ya usafishaji na kuagiza wasafishaji kumi, lakini wakati msafishaji alipofika, Sarah alishangaa. Kampuni ilikuwa imemtuma mvulana mmoja tu na alikuwa na nguvu sana na huyo mvulana alikuwa hakuna mwingine ila Yunhao. Hata hivyo, Yunhao hakuwa anajua kwamba nyumba hiyo yenye fujo ilikuwa kweli ya Sarah. Alipoona chumba, alifikiri, sasa ninaelewa kwa nini mteja aliomba msafishaji mwenye nguvu. Alianza kazi yake, na Sarah alivutiwa na ujuzi wake wa kupanga. Baada ya kila kitu kuwa kamili, wakati Yunhao alipokuwa karibu kuondoka, aligundua kuwa taa ya dari nyumbani ilikuwa imevunjika. Alifikiria kuwa atasaidia, lakini kwa makosa, taa yote ya dari ilianguka na kuvunjika vipande vipande. Sasa Yunhao alikuwa kwenye mshtuko gharama ya taa hiyo ya lux ya juu ingekuwa kiasi gani? Sarah aliporudi nyumbani na tena, ilithibitishwa jinsi ulimwengu ulivyo mdogo. Taa ya dari ambayo John How alikuwa amevunja ilikuwa ya thamani ya dola milioni nukta sita nane. John How alisema atalipa pesa kwa kufanya kazi chini ya Sara, lakini yeye mara moja alikataa na kusema anapaswa kutoa pesa moja kwa moja. Hata hivyo John How alisisitiza kuwa atakuja kila siku kusafisha nyumba hadi deni litakapokombolewa. Sarah alikuwa na shaka kidogo kuhusu kuajiri mvulana kama msimamizi wa nyumba, lakini Yoon Hao kwa urahisi alisema kuwa alikuwa karibu kuwa kuhani na hakuwa na nia ya wanawake. Kusikia hili, Sarah alifikiria kwamba nyumba yake yenye fujo sasa ilikuwa safi kabisa, na kwa ratiba yake ya ubize kuwa na msaidizi kungekuwa muhimu. Kwa hivyo alikubali. Siku iliyofuata walikwenda sokoni pamoja kununua kila kitu kinachohitajika kwa nyumba, lakini kwa waona, hakuna mtu ambaye angeamini kuwa walikuwa mwajiri na mfanyakazi; walionekana kama wanandoa haraka Bonhau alizuiliwa na mmoja wa wafanyakazi wake wa zamani. Sarah alianza kugundua kazi ngapi tofauti huyo mvulana alikuwa amefanya, kwa sababu popote walipokwenda mtu alionekana kumtambua. Kwa kawaida mwenye utulivu, Sarah sasa alikuwa akivaa kaliasi sana. Siku hiyo kulikuwa na mkutano mwingine wa biashara wa kiwango cha juu. Baadhi ya wanahisa wazee walianza na mazungumzo ya zamani, wakisema wanawake walikuwa wameumbwa tu kuwa wazuri na hawakuwa wakifaa kwa uongozi. Sarah alijaribu kudhibiti hasira yake, lakini alipoona hawataruhusu hata kumu hudumia vinywaji tu kwa sababu alikuwa mwanamke, alihisi kuumizwa zaidi na kuondoka kwenye mkutano. Wanahisa hawa labda walikuwa wamesahau kuwa Sara alikuwa na kaka wa kambo Zauziu, ingawa mara nyingi walikuwa wakigombana, linapokuja swala la kumdharau Sara, Zauziu alijibu mara moja. Siku iliyofuata aliwapa wanahisa onyo moja kwa moja kwamba kama walitaka kuendelea kufanya kazi kwenye kampuni walipaswa kumheshimu Sara, vinginevyo wangeondolewa na hiyo haikuwa ya kutosha. Usiku huo huo Zauziu aliingia kwenye mkutano mwingine wa wanahisa na kwa wazi aliwaonya tena, kama mtu yeyote angemtendea Sarah vibaya au kumlazimisha kuhudumia vinywaji kwa sababu tu alikuwa mwanamke, hiyo haingekuwa nzuri kwao. Baada ya kusema hivyo, aliondoka kwa mtindo wake wa kawaida uliojaa ujasiri. Sarah aliporudi nyumbani siku hiyo alikuwa amechoka, hata hakuwa na nguvu ya kufuta mapambo yake, lakini msimamizi wake mwenye akili na mrembo Yon Hao alianza mara moja kusaidia. Mara tu kengele ya mlango ilipolia, ilikuwa Ouzio kumwona kaka yake Sarah alifadhaika na mara moja akamwambia Yoon hao ajifiche. Kama angegundua kuwa alikuwa na mvulana kama msimamizi wa nyumba asingeweza kuamini. Yoon hao alijificha kwenye chumba cha kulala na mbwa mdogo, lakini mara tu sauti kubwa ya mbwa ikasikika, Shuziu alielewa kila kitu, lakini kwa ucheshi alisema anahitaji kwenda ndani kukagua. Sarah alikataa kwa wasiwasi na kumiona akiwa na wasiwasi, Shuziu alitabasamu na kuondoka. Baada ya kuondoka kwake Yonhao alitoka kwa utulivu akasema, samahani. Akampa Sarah sanduku la pipi nzuri kama zawadi. Sasa nyumba ambayo hapo awali ilionekana kuwa tupu ilikuwa imejaa uhai kwa sababu ya Yonhao. Yeye sio tu alipanga nyumba ya Sarah kikamilifu, lakini pia alianza kumtunza maisha yake. Sarah alimshirikisha Yonhao kwa wazi kila kero zake za biashara. Lakini siku moja Sarah alianza kujiuliza, je, Yonhao alikuwa na nia nyingine? Alipouliza moja kwa moja Yonhao alijibu bila kusita: Ndiyo, ninataka pesa zako. Kwa kweli Yonhao alikuwa mtu wa kujitolea kanisani, ndoto yake ilikuwa kumhamasisha Sara kusaidia maskini. Kusikia hili, Sara akacheka na kusema, kama unataka nitoe, itabidi unipe moja ya tabasamu lako, ninapenda tabasamu lako. Yon hao mara moja akampa tabasamu nzuri na mara tu moyo wa Sara ukayeyuka. Siku iliyofuata mchango wa milioni moja ulitolewa kwa kanisa. Mwalimu wa Yon hao alishangaa na kumwambia kuwa tabasamu lake ilikuwa zawadi maalum na inapaswa kutumiwa kwa hekima. Tangu wakati huo Yon hao mara kwa mara alimwonyesha Sara tabasamu lake ya kuvutia na kila wakati zawadi mpya zilitumwa kwa kanisa. Awali michango ilikuwa kwa vitu vya msingi tu, lakini polepole iliongezeka hadi kwenye kompyuta za mkononi na simu za mkononi. Kupitia mchakato huu, mabadiliko makubwa zaidi yalitokea kwa Sara. Mwanamke wa biashara aliyekuwa mkali hapo awali polepole akabadilika kuwa msichana mwenye furaha na ucheshi. Wakati mtazamo wake wa kama malkia ulibaki, alianza kuwa na upendo ndani mwake. Siku moja mbwa mdogo wa Yon Hao alikimbia ghafla. Sara na Yon Hao wakamfukuza na walipofikia mlangoni, mwigizaji maaribu alitokea. Mazingira yakawa ya mzozo. Huyu alikuwa mwigizaji huyo huyo ambaye Sara alikuwa amemchunguza kwa sababu ya mahusiano ya mapenzi ya kaka yake Soziu. Kumwona Yon Hao akiishi nyumbani kwa Sara, mawazo potofu yalianza mara moja. Sara alikuwa karibu kusema, lakini mara tu Unhao alimvuta ndani. Alishangaa, lakini kisha Unhao alimpa mshtuko mwingine alisema kuwa taa ya dari aliyoivunja haikuwa ghali sana kama ilivyodhaniwa. Akampa pesa na zawadi na kwa ujasiri akamwachia Sarah. Sarah alikuwa na hisia nyingi ndani, lakini hakuwa na sababu ya kumzuia. Kisha kwa mara ya kwanza kabisa, Sarah ambaye hakuwahi kuelezea hisia zake mbele ya mtu yeyote, aliuliza swali lisilotarajiwa kwa mvulana ambaye alikuwa na miaka kumi na mbili chini yake. Siku ya kuzaliwa kwake, baba yake alimtuma mmea wa kalendula ambao ulimaanisha furaha itakuja. Sarah alihisi joto kidogo moyoni. Siku iliyofuata ilikuwa kusanyiko la familia na alidhani labda hii ilikuwa kwa siku yake ya kuzaliwa, lakini alipomwona mwigizaji huko hisia zake zilibadilika. Ikawa kuwa sherehe hii ilikuwa kwa ajili ya kaka yake Ziu na mpenzi wake. Hata hivyo Ziu kisha akatoa zawadi na kumpa Sarah, ilikuwa ishara kwamba hakumsahau siku yake ya kuzaliwa. Baada ya karamu, wakati Sarah alipokuwa akiondoka, mwigizaji alimzuia. Kulikuwa na mawazo potofu bado kati yao, lakini alichosema kiliumsumbua Sarah ndani kana kwamba alikuwa amepata sababu au alikuwa akingojea bahasha. Sarah mara moja akampigia simu Yon Hao, lakini Yon Hao alisema kuwa alikuwa kazini. Kusikia hili, Sarah akapiga simu nyingine, Yon Hao hakumtilia maanani sana, lakini ghafla msichana mmoja akamwambia, bosi wako amekuita. Alijaribu kueleza kuwa alikuwa kazini, lakini kisha msichana alisema wazi kuwa duka lingefungwa siku hiyo. Yon Hao na muuza duka walishangaa sana waliposikia kuwa bosi wake alikuwa amenunua duka. Wakiketi kwenye meza ya chakula na Sarah, Yon Hao alidhani Sarah alikuwa amekasirika tena kwa sababu ya wazee hao, lakini Sarah akafafanua kuwa wakati huu ilikuwa kwa sababu ya familia yake. Karamu yake ya kuzaliwa ambayo alidhani alihusishwa haikuwa na uhusiano naye. Yon Hao kwa wasiwasi alisema niliona kitambulisho chako, siku yako ya kuzaliwa haikuwa leo. Sarah akafafanua haraka, siku yangu halisi ya kuzaliwa ni tofauti na ile kwenye kitambulisho. Yon Hao akakumbuka hili moyoni, akawaita watumishi na kuomba bili. Sarah alikataa, lakini Yon Hao alisisitiza. Jioni, Sarah alipoondoka kazini, Yon Hao alikuwa amesubiri nje karibu na ofisi yake. Sarah alihisi kuwa Yon Hao alikuwa akiwa makini sana, lakini kisha Yon Hao akatoa keki ya siku ya kuzaliwa. Alifikiria kuwa Sarah hakula keki kwenye siku yake ya kuzaliwa na alitaka kumfidia. Sarah alipomwona Yon Hao akiwa na keki na mishumaa alihisi joto la kipekee ndani. Sarah akasema, nilipokea maua kwenye siku yangu ya kuzaliwa ambayo lugha yao ilikuwa furaha itakuja Yon Hao alishangaa kusikia hili na uso wake ukawa mgumu zaidi. Sarah akapumua kwa undani na alihisi kama alielewa hisia za Yon Hao bila kusema zaidi. Sarah akageuka na kuondoka. Eun Hao alisimama akiwa ameshikilia keki kana kwamba alikuwa amekataliwa. Sarah aliporudi ofisini hakujibu kwa kawaida, hakuwa na wasiwasi, kulia au kuhisi huzuni. Badala yake aliunganisha mikono yake na kuomba kana kwamba alikuwa akiomba Eun Hao arudi. Eunhao, bado asiyeweza kuelewa kukataliwa kwa Sara, aliendelea kuzungumza maneno yake akilini ya alipopita kwenye duka la maua, hakuweza kuzuia udadisi wake. Aliuliza muuzaji ni wagani linalowakilisha furaha inayokuja. Muuzaji akamwonyesha kalendula marigold ya dhahabu na kusema kuwa ua huu ulikuwa na maana nyingine, upendo wa huruma na huzuni ya kujitenga. Wakati huo huo Sara pia alikuwa akitazama huwa lile lile na kusoma maana ileile ile. Kisha siku moja Sarah alimwona Yoon hao akimtembelea tena na mkononi mwake kulikuwa na marigold hiyo ya dhahabu. Mara tu Sarah alipomkaribia Yon hao aliyenyoshea ua huo, matumaini ya Sarah yaligeuka kuwa kukatishwa tamaa mara moja. Alielewa kuwa hisia zake za fadhili zilikuwa zikiumiza zaidi. Wakati huu Sarah hakupoteza wakati, akageuka na kuondoka, lakini Yon hao alisema kitu. Sarah akamwangalia kwa undani na kisha akajibu. Yon hao alikuwa bado kwenye wasiwasi. Labda kwa muda fulani hisia zake kwa Sarah zilibadilika, lakini mabadiliko haya yalikuwa magumu kwake na akaamua kuvumilia mwenyewe. Mgeni asiyetarajiwa alifika ofisini kwa Sarah leo. Alikuwa mtu ambaye alikuja kwa makusudi kumpa Sarah ujumbe maalum. Jina lake lilikuwa Choi Kiho, ambaye alikuwa akirudi Korea Kusini. Sarah aliposikia hili, uso wake ukawa mgumu. Sarah alijua kuwa ingawa alizaliwa na baba yake na mke wake wa zamani, alikuwa mgombea wa urithi lakini kaka yake Shuziu ambaye alikuwa mjukuu halisi wa mwenyekiti Lin alikuwa na haki zaidi. Sasa, kama Sarah angehitaji kushindana na kaka yake, angehitaji msaada wa nje, na Choi Kiho ndiye aliyekuwa msaada huo, ambaye tayari kulikuwa na mazungumzo ya ndoa. Sarah alihisi kuwa ndoa hii ilikuwa ni biashara tu, lakini sasa Yoon Hao alikuwa ameingia kwenye maisha yake na alikuwa kwenye wasiwasi. kama asingewa angepoteza kwenye vita vya urithi na kaka yake, lakini kama angewa je, Yoon Hao angekuwaje? Akitazama uwa wa kalendula ofisini kwake, Sarah alikusaha ujasiri wa ndani. Mara moja akampigia simu Yon Hao. Yon Hao alikuwa kanisani wakati huo akizungumza na padre kuhusu hisia zake. Padre alimwambia labda kama angevaa kanzu ya padre angeweza kupata majibu ya maamuzi yake. Yon Hao akachukua ushauri wa padre na kuanza kutembea kuelekea mlangoni wa kanisa akiwa amevaa kanzu ya padre. Wakati huo huo, Sarah pia alifika kanisani na kumwona Yon Hao, akamfanya moyo wake upoe kidogo. Alifikiria labda Yon hao alikuwa amefanya maamuzi yake na sasa alikuwa tayari. Sarah alimtazama Yon hao anaposhuka ngazi na machozi yakajaa machozi. Yon hao aligundua kuwa Sarah alihitaji kuelewa, lakini wakati huo Sarah alisimama kusikiliza. Yon hao alimfuata Sarah hadi nyumbani kwake. Sarah alihisi kama alikuwa akijaribu kujitetea, lakini Yon hao alisema ninakupenda. Uso wa Sarah ukabadilika mara moja, kwa sababu ingawa alikuwa kwenye uhusiano na mchumba wake hakuwahi kushiriki hisia zake za kweli. Wakati huo Choi Kiho pia aliingia. Alikuwa mchumba wa Sarah, na kwa mtazamo wake wa kifalme aliwatazama wote wawili. Sarah alijua kuwa hii haikuwa wakati wa kuzungumza, kwa hivyo alimwambia Yonhao aondoke. Choi Kiho akiingia na kuonyesha uwezo wake, alimkumbusha Sarah kuwa kila kitu kwa yeye ilikuwa biashara. Alimwambia kuwa alikuwa na udhaifu kuhusu Shuziu. Sarah alifikiria kuwa habari hii inaweza kuwa muhimu. Sarah akakwenda kumwona kaka yake Shuziu na kuangalia rekodi za matibabu ambazo Choi Kiho alikuwa amezipa. Shuziu alikuwa na tatizo kubwa la kutotambua uso baada ya azali. Kama Sarah angehitaji kufanya kitu dhidi ya kaka yake, huu ungekuwa udhaifu mkubwa, lakini Sarah alipogundua hili, moyo wake ukawa wazi, alichukua msimamo dhidi ya Choi Kiho. Sarah kisha akabadilisha msimamo wake katika biashara na maisha yake binafsi. Choi Kiho hakupenda mabadiliko haya na kwa hasira akatupa pesa barabarani. Sarah alihisi chuki kidogo kuona hili. Wakati huo Sarah akaamua kumwalika Yon hao kwenye sherehe, lakini Yon hao alipoona mkoba mpya kwenye duka alimdharau kidogo mwaliko wa Sarah, lakini Sarah akatoa kadi yake nyeusi na kununua mikoba yote ya hali ya juu. Kisha Yon hao na Sarah wakakwenda kwenye kibanda kidogo cha mtaani. Hisia za Sarah bado zilikuwa zimechanganyika, lakini moyo wake ulikuwa umepoa kidogo, kana kwamba kitu cha zamani na kipya vilikuwa vinachanganyika. Akifikiria kuwa Yon hao sasa alikuwa padre, Sarah alikuwa akijaribu kuonyesha hisia zake kwa urahisi. Yonho alipona tabia yake, alisema moja kwa moja, "Unanipenda." sara akajibu kwa upole kuwa yeye ni mwanamke mbaya na bandia, na alitaka tu waendelee kuwa marafiki. Yonho akatabasamu kidogo, na Sarah akaendelea kumtazama. Siku iliyofuata, Sarah aliwataarifu wote kwenye karamu ya familia kuhusu uamuzi wake. Aliwaambia waziwazi kuwa hamtaki Choikiho kwani hakumpenda. Baba ya Sarah alimpa msaada na kusimama kwa furaha upande wake. kaka yake Alikuwa tayari amejua kuwa uamuzi wa Sarah haukuwa tu kuhusu kuacha Choi Keho bali pia kuhusu kufanya kitu kwa siri dhidi ya kaka yake. Ufunuo huu uliwafariji watu wote na kikwazo cha harusi kikaondolewa. Baada ya chakula cha jioni, Sara na kaka yake walikuwa wakiondoka nyumbani. Ilikuwa mara ya kwanza Sarah kumwita kaka yake kwa dhati na kueleza maamuzi yake. Sara alifikiria kuwa sasa hakuwa na haja ya kupigania urithi na kaka yake, kwani alikuwa na kitu kingine moyoni. Uamuzi mwingine mzuri Siku chache baadaye, Choi Keho aligundua kuwa harusi ilikuwa imeondolewa. Kwa hasira, alikwenda ofisi kwa Sarah. Sarah alisimama kwa utulivu na kumwambia kuwa alitaka kuvunja ndoa. Choi Kiho alikasirika sana na kusema, nimekuwa nikikusaidia kwa sababu nilidhani wewe huna msaada, na kisha akamtishia. Lakini Sarah hakujibu, na Choi Kiho alibaki na hasira yake na kuondoka ofisini. Sarah akamtazama Yoon Hao ambaye bado alikuwa imara kwa uamuzi wake. Uso wa Sarah ulikuwa na tabasamu. Uamuzi wake ulikuwa sahihi kabisa. Yoon Hao akaenda nyumbani na kuzungumza na familia yake baada ya muda mrefu. Familia yake ambayo hapo awali ilikuwa imepinga uamuzi wake wa kuwa padre sasa ilimtakia mafanikio. Yoon Hao alihisi hakuwa vizuri, kwani alihisi wakati huo kuwa mgumu. Hakusema chochote na akaenda chumbani kwake. Wazazi wake hawakusema chochote, lakini dada yake alielewa kila kitu. Dada yake mara moja akamuuliza Yoon Hao kama alikuwa kwenye uhusiano na mtu, alionyesha udadisi mkubwa na kumfanya Yoon Hao aone wasiwasi Wakati huo huo gari la kifahari lilipofika karibu na Yon Hao na dada yake, dada yake akaona gari na kisha akamwona mwanamke mrembo akitoka ndani. Akajiuliza, huyu ni nani? Kwa mshangao akasema, Yon Hao alimchagua msichana mzuri kiasi hicho. Sarah alifikiria kuwa kaka yake angewaacha Yon Hao, kwa hivyo alihisi wasiwasi kidogo. Yon Hao alikuwa kwenye wasiwasi, lakini alikuwa na wakati mzuri na Sarah kwenye gari. Wakafanya uhusiano wao kuwa rasmi na wakakwenda kula jioni, huko wakazungumzia mipango yao ya baadaye. Yoonho alisema kuwa sasa kwa kuwa hakuwa kuwa padre, alikuwa akifikiria kuhusu kutafuta kazi nyingine. Sarah aliposikia kuwa yoonho alikuwa akifikiria kuwa hakimu, alishangaa kwani mitihani ya mahakama nchini Korea ni ngumu sana, lakini Yoonho akatabasamu na kumwambia kuwa alikuwa amehitimu katika idara ya sheria ya chuo kikuu cha Seoul, kwa hivyo ilikuwa rahisi kwake. Sarah akagundua kuwa hii ndiyo sababu familia ya Yoonho haikuwa tayari kukubali kuwa padre, kwani ni vigumu kwa familia yoyote kukubali uchaguzi wa kazi kama huo kwa mtoto wao. Baada ya chakula cha jioni, Sarah alipendekeza kumwachisha Yonho nyumbani. Walizungumza kuhusu kukutana na wazazi wao, na Yonho alihisi kuwa kuona hadhi ya familia ya Sarah kunaweza kumfanya aone shida. Sarah alipokuwa akiwaondoka alisema, hujalipa nauli ya gari. Yonho alikuwa kwenye wasiwasi, lakini hatimaye akaamua kumwachisha Sarah. Siku iliyofuata, Sarah alipokwenda kumchukua Yonho shuleni, mwanafunzi mmoja alivutia macho yake. Sarah awali alitaka kumdharau lakini, alipomwona Yon hao mwanafunzi huyo alianza kuwa na wivu. Sarah aligundua kuwa Yon hao hakupenda wivu wake tena. Sarah alielewa kuwa wakati huu uhusiano wao ulikuwa umebadilika. Sasa Yon hao alikuwa akihisi kuwa Sarah ni yake, na Sarah alifikiria kuwa kutoelewana kunaweza kutokea siku zijazo. Kwa hivyo, aliamua kuchukua siku moja ya likizo kumpa Yon hao nafasi na kumtembelea nyumbani kwake kuzungumza na wazazi wake. Sarah alipokwenda nyumbani kwa yon Hao, aliwaambia wazazi wake moja kwa moja kuwa walihitaji kuzungumza kuhusu taaluma yake. Hii ingewashangaza, lakini lengo la Sarah lilikuwa kumwonyesha yon Hao kuwa uhusiano wao haukuwa baina yao tu tena, bali ulikuwa mkataba rasmi. Baada ya haya maisha ya Sarah na yon Hao yakawa rahisi zaidi na ya kupumzika, na wakaanza kutatua shida kati ya familia zao kwanza, kabla ya kujitatua wenyewe. Walianza kutumia wakati pamoja katika ulimwengu wao wenyewe na sasa hawakuwa na hofu ya kitu chochote. Asanteni kwa kutufuatilia Mastori 24. Usisahau kusubskribu, kukomenti na kulaiki kwa stori nzuri zaidi.